Wapate rehema, wajaliwe kitulizo, waongezewe imani takatifu, wadhibitishie ukombozi wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Misa ya kesha ni saa tatu pamoja na umatezo. Baada ya hiyo, baraka ya askofu, sababu ni siku ya huzuni, siku ambayo Kristo amekufa. Tunaondoka kimya.